Jambo uh, la pili ni teknolojia. Teknolojia itatumika kufungua shimo la kuzimu. Teknolojia itatumika kufungua shimo la kuzimu. Teknolojia itatumika kufungua shimo la kuzimu. Kwa nini teknolojia inatumika kufungua shimo la kuzimu? Aa, moja ya sababu moja, sababu moja wapo ya Yesu kurudi mara ya pili na kulinyakua kanisa ni kuliepusha kanisa ni kuliepusha kanisa, kulie kanisa katika dhiki kuu. Kumbuke kanisa litaondolewa kabla ya dhiki. Kanisa likiondoka tu, kanisa likinyakuliwa tu, ndipo ndipo dhiki kuu itashuka duniani. Itaanza duniani. na wakati mwingine tunawaza ilo shimo ilo shimo ilo shimo, katika shimo kuna nini, ambalo teknolojia itafanya kazi ya kufungua kufungua ile shimo la kuzimu. Biblia naeleza katika u-katika ufunuo kuhusiana na jambo hili. tuna tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Amen. Lakini pia hivi sasa tunapambana kufanya maombi ya kushindana na nguvu za giza, tunafanya maombi ya kushindana na pepo wabaya a, wabaya ambao wanawatesa watu, ambao wanawaumiza watu, ambao wanasababisha umaskini, ulemavu na kadhalika na kadhalika. Amen, amen. Kutashindana na pepo mbaya wa aina mbalimbali aina mbalimbali, wanaowateza watu na mapepo haya si haya mapepo ambayo yamefungiwa katika hilo shimo, mapepo ambayo wamefungiwa katika hilo shimo ni malaika wale waasi, moja wao ni moja ya malaika wale waasi waliomwasi Mungu. Amen, waliomwasi Mungu na wakajiunga na Shetani, na vikafanyika vita mbinguni, wakashindwa vibaya, wakateremshwa duniani. Biblia inasema kuna baadhi ya malaika wale waasi walichukuliwa waliwekwa kwenye shimo, na hilo shimo imeyasema imeyasema walifungiwa huko walifungiwa huko. Lakini pia Biblia inaeleza kwamba hao malaika si malaika wa kawaida, ni malaika wa katili sana ni malaika waovu sana, ni malaika au ni pepo ambao wamefungiwa wame, wame, wame. Manake kama wangeachiliwa wangeachiliwa wawepo na kufanya kazi nyakati hii tulizonazo, ilikuwa ni hatari sana. Nilikwambia kwamba pepo wapo idara tofauti tofauti. Sasa, hawa nao ni pepo wa aina yake, lakini ni katili sana, ni wabaya sana katika Petro wa kwanza. Ningeomba moja shike mic kwa haraka haraka, tuende kwa haraka haraka kwa sababu ya muda. Petro wa kwanza, Petro wa kwanza a Petro wa pili sura ya pili mstari wa nne. Changamka kwa haraka haraka sana. Petro wa kwanza a Petro wa pili, kwa wale ambao tunataka kuona pale kwenye screen pale tukaona tukachukua pale Petro wa pili sura ya pili mstari wa 4. Hapo taona Biblia inaeleza wazi wazi ambao ni malaika ambao wamefungiwa shimoni ili waje watolewe baadaye waje watolewe baadaye tolewe. kwa maana kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa